Wakati viongozi wa Marekani walipotayarisha azimio la uhuru wa Marekani walijumuisha hili kauli hii ya kuvutia zaidi, tunashikilia ukweli huu kuwa dhahiri. Kwa maneno mengine, waandishi wa tamko hilo walikuwa wakithibitisha kwamba ukweli fulani hauwezi kukanushwa. Wao ni wa ulimwengu wote. Wanatambulika kwa kila mtu. Kila mtu kwa ndani, kwa uangalifu, kwa intuitiveli anajua ukweli fulani ni kweli. Kwa hivyo ni nini basi? Wanaendelea katika tamko lao kuandika, tunashikilia ukweli huu kuwa ni dhahiri, kwamba watu wote wameumbwa sawa, wamepewa na muumba wao haki fulani zisizoweza kuondolewa. Hivyo basi, hili lilikuwa tamko kwamba ukweli ulio dhahiri, usioweza kukanusha, unaweza kujulikana na kila mtu na kujulikana kuwa ni kweli kwamba kuna Muumba, kwamba hadhi ya binadamu inatokana na Muumba wetu kama sehemu ya uumbaji wake. Unajua, hilo ni tamko la kushangaza, sivyo? Ulimwengu mzima wa wanadamu tayari unajua kuna Muumba. Basi ngoja ni kuambie hawa waasisi wa taifa hawakuwa wa kwanza kufikiria wazo hili la ukweli uliodhahiri. Kwa kweli, wanategemea Biblia wanapoandika haya, na hasa zaidi wanategemea kile mtume Paulo anasema hapa katika Warumi sura ya moja kwa kweli. Hapa katika mstari wa kumi na nane Paulo anatufahamisha kwamba wanadamu hawafurahii sana ukweli huu usiopingika. Kwa hakika anaandika kwamba wanadamu wasio haki wanakandamiza ukweli. Kwa maneno mengine, wanadamu kwa ujumla wanakandamiza ukweli kuhusu kuwepo kwa Mungu, haki ya Mungu na nguvu ya uumbaji ya Mungu. Wao wanauondoa mbali, wao wanataka kuuficha. Kwa nini basi? Ni kwa sababu wanapenda dhambi zao na lazima wanyamazishe ukweli kuhusu Mungu ili wajisikie vizuri kuhusu dhambi zao. Shida ni kwamba ukweli wa kuwepo kwa Mungu ni dhahiri kabisa, yaani kila mtu anaujua ndani kabisa ya moyo wake, hata wanapoukataa, hata wanapojaribu kuuficha, hata wanapoupinga. Sasa hapa katika mstari wa kumi na tisa Paulo anaendelea kuandika kuhusu kukandamizwa kwa ukweli: kwa maana yale yanayoweza kujulikana kuhusu Mungu ni wazi kwao. Kwa sababu Mungu mwenyewe amewaonyesha. Sasa ni kwa namna gani ukweli wa kuwepo kwa Mungu umefunuliwa kwa wanadamu? Eh, si kila mtu ana nakala ya Biblia. Basi jibu hapa ni kwamba Mungu amefunua ukweli fulani kuhusu yeye mwenyewe kwa wanadamu wote na amefanya hivyo kupitia ufunuo wa jumla. Katika somo letu lililopita, pamoja tulizungumza kuhusu ufunuo wa jumla unaokuja kupitia uumbaji wa asili na, na dhamiri ya mwanadamu. Kwa maneno mengine, ufunuo wa jumla, yaani wa ulimwengu, dunia, kwamba yote yanaonyesha kuwepo kwa Muumba, na Muumba amempa kila mmoja wetu dhamiri, ile dira ya maadili ya kutambua kilicho sahihi na kilicho kibaya. Labda unakumbuka katika sura ya mwisho ya somo letu katika kitabu cha Matendo, meli ya Paulo ilivunjika katika dhoruba na kila mtu alinusurika ajali hiyo ya meli walipoogelea hadi ufukweni kwenye kisiwa cha Malta. Tukirudi kwenye Matendo sura ya 28 na, na kuangalia mistari ya 2 hadi 4. E, Luka anaandika hivi: Watu wa asili walituonyesha wema wa ajabu, kwa maana waliwasha moto na kutukaribisha sote, kwa sababu mvua ilikuwa imeanza kunyesha na kulikuwa na baridi. Paulo alipokusanya mzigo wa kuni na kuuweka motoni, nyoka mwenye sumu alitoka kwa sababu ya joto na kumgangania mkononi. Watu wa asili walipoona kiumbe huyo akining'inia mkononi mwake, waliambiana, hakika mtu huyu ni muuaji, na ingawa ameponea baharini, haki haijamruhusu aishi, assistant Vema, Paulo bila shaka hafi akithibitisha, angalau machoni pa makafiri hawa, kwamba yeye hakuwa muwaji, na ndipo wakafikiri vema, yeye lazima awe Mungu. Naam, hapa kuna hoja yangu. Una kisiwa kilichojaa watu wasioamini, hawajawahi kusikia Injili, hawana kumbukumbu kumbu ya Maandiko, wote ni waabudu sanamu, na na ingawa baadhi ya dhana zao si sahihi, wako sahihi kuhusu jambo moja wana kiwango hiki cha kimaadili cha angavu kwamba mauaji ni makosa na kwamba wauaji wanapaswa kuadhibiwa. Kuna kitu kinaitwa haki. Walipata wapi hiyo? Ni ukweli unaojidhihirisha. Kama watu wengine wote kwenye sayari ya dunia walijua kwamba mauaji ni makosa walijua pia kwamba kuna aina fulani ya Mungu, huyu Mungu wa haki, Mungu fulani huko nje anayewaadhibu watenda maovu. Sasa ngoja ni kuambie, hilo halijabadilika kwa muda. Haijalishi watu wanakanusha uwepo wa Mungu kiasi gani, haijalishi wanakandamiza ukweli wa wa wa wa ukweli wa hakika kiasi gani. Angalia tu, angalia jinsi hawa watu wanaokataa uwepo wa Mungu na viwango vya maadili wanavyo react wanapodanganywa na mshauri wa fedha, au au gari lao linapoharibiwa na dereva asiyejali, au au jirani, unajua, mbwa wao anapokuja na na kuchana bustani ya maua basi ghafla tu wanaonekana kuamini kwamba kuna kiwango cha haki na kosa, na na kuhakikishia, wanataka kuhakikisha watu wengine wanawatendea haki. Unaona, dhamiri yao wenyewe inathibitisha kile wanachojaribu kukataa hadharani. Sasa Paulo anaonyesha hapa kwamba Mungu amejifunua si tu katika hisia hii ya ndani ya maadili, bali pia katika uzuri wa uumbaji kuna kipengele hiki cha ufunuo wa jumla ambacho kinapatikana kwa kila mtu. Uumbaji wa Mungu kwa njia unakualika tu utazame mazingira yako. Tembea nje, tazama ndege, tazama miti, furahia misimu, milima, bahari. Unajua, chukua darubini yako utazame nyota, jifunze kuhusu mizumbuko ya sayari, ugumu na ukubwa wa uumbaji. Yote hayo yanafanya nini? Yanaashiria kwa mbunifu, mbunifu mkuu, muumbaji wa kimungu. Sasa hivi ndivyo mtume Paulo anavyosema katika mstari wa ishirini wa Warumi sura ya moja kwa maana sifa zisizoonekana za Mungu, yaani uweza wake wa milele na asili yake ya uungu, zimeonekana wazi tangu kuumbwa kwa ulimwengu, zikifahamika kwa mambo yaliyofanywa; hivyo hawana udhuru. Mwandishi mmoja anaeleza kwamba neno linalotumika hapa kwa maana ya kuonekana wazi linajumuisha wazo la kutafakari. Kutafakari kunakosababisha hitimisho kwamba kuna muumba. Ni ukweli unaojidhihirisha wenyewe kutoka kwa uumbaji, kwamba uumbaji una muumba na Paulo anaandika hapa kwamba pia ni wazi kuwa muumba anamiliki sifa za uweza wa milele na asili ya uungu. Kwa maneno mengine, ni muumba tu mwenye nguvu zisizo na mipaka ndiye angeweza kuumba na kudhibiti vyote tunavyoona katika asili. Sasa Paulo pia anaandika hapa kwamba wale wanaokaidi kwa ukaidi na na kukandamiza ukweli, anasema hawana udhuru kwa maana halisi, wana hatia na hawana utetezi wowote wa, wa kimantiki au kisheria. Kwa maneno mengine, kukataa kwao ufunuo wa jumla wa Mungu kunatosha kuwahukumu milele, haijalishi wao ni nani: tajiri, maskini, wasomi, wasio na elimu, waliostaarabika au wa jamii za asili. Lakini hapa kuna ukweli mzuri ambao Paulo ataendelea kufafanua katika kitabu hiki kikuu cha Warumi, kwamba Mungu anaweza kuwaokoa watu hawa wote pia. Ufunuo wake wa jumla unatoa ushahidi wa kushtua kuhusu uwepo wake, na na mtu anayehisi lazima kuwe na Muumba na na anakubali hilo kwa unyenyekevu, basi naamini huyo ndiye mtu ambaye Mungu atamtumia mishonari, ili amlete ufunuo maalum katika maandiko ambao unatamka kwamba muumba huyu si mwingine bali ni Yesu Kristo. Labda umewahi kusikia kuhusu Helen Keller, yule msichana kipofu na kiziwi ambaye alijifunza kuwasiliana kwa msaada wa Anne Sullivan. Anne, Anne alimchukua huyu msichana mdogo aliyekuwa na hasira na kukata tamaa, na kwa uvumilivu akamfundisha kwa kuandika maneno kwenye kiganja cha mkono wake. Hatimaye Helen alielewa uhusiano kati ya herufi zilizokuwa zinaandikwa kwenye mkono wake na vitu vilivyokuwa kwenye dunia inayomzunguka. Basi uhusiano huo ulipofanyika, alianza kujifunza. Mara tu msamiati wa Helen ulipokuwa umeendelea vya kutosha, Anne, ambaye alikuwa Mkristo mwenye kujitolea, alimwalika mchungaji wa eneo hilo aje na kumhubiria injili Helen, kela mdogo wa miaka saba. Basi baada ya ukweli kufikishwa kwake, ukiandikwa kwenye mkono wake herufi kwa herufi, Helen alimwamini Kristo kwa ajili ya wokovu. Baadaye Helen alitoa kauli hii ya kushangaza kwa Anne Sullivan. Helen alisema, nilijua daima kuna Mungu. Sasa najua jina lake. Katika maneno haya umefunuliwa hawapendwa kazi ya ufunuo wa jumla unaotangaza kuwa kuna muumba na ufunuo maalum unaotuambia jina la muumba wetu. Basi hebu niongeze kwenye hadithi hiyo maneno fulani yaliyoandikwa baadaye maishani na Helen Keller. Anaandika, namshukuru Mungu kwa mambo matatu: kwamba alinipa maarifa ya uumbaji wake, kwamba aliweka katika giza langu taa ya imani, na kwamba nina maisha mengine ya kutazamia, maisha ya furaha yaliyojaa mwanga na maua na wimbo wa mbinguni.